katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo nguvu zako za ndani zinapanda juu, lakini zinahitaji kudhibitiwa kwa subira na utulivu. Leo unahamasishwa kuchukua hatua zenye malengo na kuepuka pupa. Katika kazi, siku hii ya leo unayo nafasi ya kuonyesha ubunifu kazini. Tafuta njia za kuelekeza nguvu zako nyingi kwenye miradi yenye tija. Upande wa mapenzi, siku hii ya leo mazungumzo ya kina na wapendwa wako yanaweza kufungua uelewa mkubwa. Tumia huruma kutatua mizozo, kwani hii itaimarisha uhusiano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka maamuzi ya haraka ya kifedha; tumia hekima na subira kutathmini uwekezaji. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia muda wa kufanya shughuli za kiakili au mazoezi ya kuondoa msongo wa mawazo. Kuandika au kuchora kunaweza kukusaidia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 Katika kazi siku hii ya leo, epuka kuchukua majukumu mengi, badala yake panga kazi zako kwa uangalifu ili kuepuka kuchoka mapema wiki hii. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanachanua kwa wema na upole. Weka muda wa kuzungumza na mpenzi wako kwa kina. Walioko peke yao wanaweza kuvutiwa na mtu katika mazingira yasiyotegemewa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa za kifedha zinaweza kujitokeza bila kutegemewa Fanya tathmini ya uwekezaji wako kwa makini kabla ya kufanya uamuzi. Upande wa kiafya siku hii leo, jitunze kwa kula lishe bora na kutembea katika mazingira ya asili. Hali ya hewa na utulivu wa kimazingira vinaweza kukuimarisha kiakili. Unaweza kupokea sifa au pongezi kazini ambazo zitakupa ari mpya. Kubali, lakini endelea kuwa mnyenyekevu. Chagua mavazi ya kijani kibichi au rangi ya udongo zitakuweka karibu na maumbile na kukuongezea amani. Rangi ya bahati ni kijani, nambari ya bahati ni sita, mafusho ni mkaratusi, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana na nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke, nyota ya Mbuzi na nyota ya Kaa. Tukiangazia nyota ya Mapacha. Hii ni nyota watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka, hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu ya jua na Mercury inaimarisha uwezo wako wa mawasiliano. Ni siku bora ya kujieleza kwa ufasaha, iwe kazini au katika masuala ya kijamii. Katika kazi, siku hii ya leo, mazungumzo na mawasiliano yana nafasi kubwa ya kukuletea mafanikio. Weka kipaumbele kwa miradi michache yenye maana kuliko kugusa kila kitu kidogo kidogo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ukweli na uwazi katika mawasiliano ni muhimu leo. Kuwa mkweli kuhusu hisia zako inaweza kusaidia kuondoa mashaka yaliyokuwepo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa makini na matumizi yasiyopangwa. Epuka kutumia fedha zako kwa vitu visivyo muhimu, licha ya msukumo wa ghafla. Upande wa kiafya siku hii ya leo, epuka kuchanganyikiwa kwa kufanya mazoezi mepesi kama vile kutembea au kufanya yoga. Hii itakusaidia kuratibu akili na mwili. Huenda ukapokea habari zisizotarajiwa zinazoweza kubadilisha mtazamo wako kuhusu jambo fulani. Chukua muda kufikiri kabla ya kujibu. Valia nguo zenye rangi mchanganyiko kama kijivu na samawati zitakusaidia kubaranzi hisia zako na kuonekana wa kuvutia.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 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo mwanga wa sayari unakuhimiza kutazama ndani yako na kutafuta ukuaji wa kiroho. Mwezi mlinzi wako wa anga unakuongoza kuelekea utulivu wa hisia na maamuzi ya busara. Jenga mazingira ya amani nyumbani. Uwekaji wa vitu kwa mpangilio mzuri utaongeza mtiririko wa nishati chanya. Weka mipaka ili kulinda amani yako ya ndani. Katika kazi, siku hii ya leo Intuition yako ni silaha kubwa kazini leo. Tumia hisia zako kuamua ni lini na wapi upaze sauti yako. Unaweza kutoa wazo litakalobadili mwelekeo wa jambo fulani. Utakutana na hali ya kurudiarudia kihisia au kiuzoefu. Usihofu, hii ni nafasi ya mwisho kuvunja mzunguko huo. Vaa mavazi ya rangi nyepesi yenye kuburudisha kama krimu au bluu ya bahari ili kuleta utulivu. Tafakari, andika malengo yako ya muda mrefu, safisha chumba chako au meza ya kazi. Epuka kulazimisha majibu au kujiingiza katika mijadala mikali. Rangi ya bahati ni bluu ya bahari, nambari ya bahati ni mbili, mafusho ni sandalwood, manukato ni vanila. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa saba kamili mchana hadi saa tisa kamili alasiri. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo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 siku nzuri kwa kazi za pamoja na uongozi. Uwezo wako wa kushirikiana utafungua milango ya mafanikio mapya, hakikisha hukosi undani wa mambo madogo. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mahusiano yako yanapokea joto la moyo wako. Kusema asante na kuonyesha shukrani kwa wale unaowapenda utaongeza ukaribu na uelewano. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, tumia busara katika maamuzi ya kifedha. Fanya tathmini kabla ya kutumia kwa vitu vikubwa au kuwekeza. Upande wa kiafya siku hii ya leo, nguvu zako ni nyingi, lakini zingatia kupumzika. Maendeleo ya mwili na akili yanahitaji usawa kati ya kazi na mapumziko. Kuna nafasi ya kukutana na mtu mpya au kupata nafasi ya kijamii itakayokuweka kwenye ramani. Jitokeze kwa kujiamini. Chagua mavazi yenye rangi ya dhahabu au rangi angavu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 Hakikisha kila jambo linafuata mpangilio uliojiwekea. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, upendo unahitaji utulivu na mazungumzo ya wazi. Leo toa msaada kwa mpenzi wako au rafiki wa karibu anayekutegemea. Huruma yako inatengeneza ukaribu wa kweli. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, tafakari bajeti yako na angalia maeneo ya kuboresha matumizi. Kushauriana na mtu unayemwamini kuhusu fedha kunaweza kukupa mwanga mpya. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mwili na akili yako vinahitaji mapumziko. Jaribu kufanya shughuli za kukuondoa kwenye msongo wa mawazo, kama vile kusoma au kutazama mandhari ya asili. Inawezekana kukumbana na kazi ya dharura au maombi yasiyopangwa. Usishtuke, tumia maarifa yako kutatua kwa utulivu. Vaa mavazi safi tena ya kimaadili yenye mwonekano wa kirasmi. Rangi za udongo kama kahawia au kijivu zitakufaa zaidi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 mapenzi yako yanapata mwanga mpya leo. Tumia nafasi hii kuzungumza kwa ukaribu na mpenzi au rafiki. Mawaidha na mazungumzo ya kweli yataongeza upendo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fikiria kuanzisha ushirikiano wa kifedha au uwekezaji wa pamoja. Kuna fursa nzuri ya kupata faida ikiwa mtaelewana katika misingi ya maadili. Upande wa kiafya siku hii ya leo, usawa wa mwili na roho ni muhimu fanya mazoezi mepesi kama yoga au kutembea kwa utulivu ili kudumisha amani ya ndani. Kuna nafasi ya kukutana na mtu mwenye mtazamo wa kiroho au kisanii. Mtu huyu anaweza kukuvutia na kukutia moyo kimawazo. Chagua mavazi yenye rangi za pastel au waridi, zenye mvuto laini na za kupendeza, zitaendana na hali yako ya leo. Rangi ya bahati ni waridi. Nambari ya bahati ni sita. Mafusho ni sandalwood, manukato ni rose.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 Nyota zako zinakupa nguvu ya kubadilika, kuachilia yaliyopita na kujitazama kwa jicho la ndani. Katika kazi siku hii ya leo, tumia leo kupanga kwa uangalifu hatua zako za baadaye kazini. Uwezo wako wa kuona mbali unaweza kuleta suluhisho la muda mrefu. Kaa mbali na migogoro isiyo ya lazima. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, ukweli na uwazi ndiyo msingi wa mafanikio ya mapenzi leo. Kuongea wazi juu ya hisia zako itakusaidia kuimarisha uaminifu na kuleta ukaribu wa kweli. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi ya haraka, fanya uchunguzi wa kina kabla ya kuwekeza au kutoa pesa zako. Ujasiri wako unahitaji hekima leo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hali ya kiakili inaweza kuwa na tatizo kidogo leo, tumia muda kutafakari, kupumzika au kutembea kwenye mazingira ya tulivu kutakusaidia kupata usawaziko. Kuna uwezekano wa kupokea habari au ujumbe unaoweza kubadilisha mtazamo wako. Chukua muda kulichakata kabla ya kutoa uamuzi. Vaa nguo zenye rangi nzito kama maroon au zambarau, zitaendana na nguvu zako za ndani na kuleta utulivu. Rangi ya bahati ni zambarau. Nambari ya bahati ni tisa. Mafusho ni mirhi. Manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku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 Nyota zako zinakuchochea kufuata shauku zako, kusafiri au kujifunza kitu kipya. Katika kazi siku hii ya leo, wazo jipya linaweza kuibuka na kuwa mwanzo wa mradi mkubwa. Washirikishe wenzako, hasa wale wanaothamini maono yako. Uwe na moyo wa kusikiliza pia. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mahusiano yanachangamka kupitia mazungumzo ya kina kuhusu ndoto na malengo. Fanya mipango ya pamoja au safiri kwa pamoja ili kuongeza ukaribu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, uwekezaji unaohusisha elimu au teknolojia unaweza kuzaa matunda. Hakikisha unachambua kila fursa kwa uangalifu kabla ya kuchukua hatua. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hamasa yako iko juu, lakini jitahidi kupata muda wa kupumzika pia. Fanya mazoezi yanayohusisha kusafiri au kubadilisha mazingira kama kupanda mlima au kutembea porini. Unaweza kupata mwaliko au nafasi ya ghafla inayohusiana na safari au tukio la kijamii. Usikatae, huenda ikaleta fursa ya kipekee. Vaa mavazi yenye rangi angavu au yenye mandhari ya kiasili, yataleta hisia za uhuru na furaha ndani yako. Rangi ya bahati ni blue angavu, ngavu. Nambari ya bahati ni tatu. Mafusho ni frankincense. Manukato ni lemon verbena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 Leo ni siku ya kupanga na kujenga misingi imara kwa mafanikio yako ya baadaye. Nyota zako zinakutia nguvu ya kujitolea na nidhamu katika kazi zako. Katika kazi, siku hii ya leo, panga kwa umakini na fanya kazi zako kwa utulivu. Leo unaweza kufanikisha malengo yako kwa kutumia njia bora na mkazo kwenye malengo yako ya muda mrefu. Uwe na subira kwa hatua zako za mabadiliko. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, huu ni wakati wa kujenga uhusiano wa kudumu. Mazungumzo ya wazi kuhusu mustakabali wa mahusiano yatasaidia kuimarisha uhusiano na kutoa uthabiti kwa pande zote mbili. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya makadirio ya matumizi na uangalie bajeti yako kwa karibu. Tumia fursa hii kupanga kwa ustadi na kupanga pesa zako ili kufikia usalama wa kifedha kwa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo Fikiria kujitolea kwa afya yako kwa kuanzisha ratiba ya mazoezi inayokusaidia kuwa na nguvu na afya njema. Hii itakuwezesha kufanikisha malengo yako kwa urahisi zaidi. Hakuna mambo mengi yatakayojitokeza leo, lakini fanya kila jambo kwa umakini ili kujiepusha na changamoto zisizohitajika. Kaa tayari kwa mabadiliko madogo yatakayotokea kwenye njia yako. Vaa mavazi ya rangi ya ardhi kama vile kahawia, kijivu na nyeusi zitaendana na nguvu zako za ndani na kukuza hisia za usabiti na usalama. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni nane, mafusho ni cedarwood, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11 kamili jioni hadi saa moja kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke, nyota ya ng'ombe na nyota ya nge. Tukiangazia nyota ya ndoo hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka, hii ni nyota 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kufikiria kwa kina na kutenda kwa ubunifu. Nyota zako zinakutia nguvu ya kuleta mabadiliko na kutumia mawazo yako ya kipekee katika maeneo ya kijamii na kazi. Katika kazi siku hii ya leo, tumia siku hii ya leo kuleta mawazo mapya kazini Uwezo wako wa kufikiria nje ya kawaida utaongeza thamani katika miradi yako na kufanya kazi kwa urahisi. Shirikiana na watu wenye mtazamo wa kisasa ili kuleta mafanikio. Katika mapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanaweza kuwa ya kusisimua na ya kuburudisha leo. Fanya vitu vipya na mpenzi wako ili kuimarisha uhusiano. Usikie na kuelewa hisia za mpenzi wako ili kuleta usawa katika mahusiano yenu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, Epuka kuwekeza haraka. Fikiria kwa makini kuhusu fursa za kifedha, hasa zile zinazohusiana na teknolojia au mabadiliko ya kijamii. Hii ni siku nzuri ya kujifunza na kufanya mipango ya kifedha kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia nguvu zako kujiingiza katika shughuli za kijamii na za kiakili, kama vile michezo ya ubunifu au kujitolea kwa jamii. Hii itakusaidia kuwa na nguvu na afya bora ya kiakili na mwili kuna fursa ya kushiriki katika shughuli za kijamii au kipekee ambazo zitakuwezesha kupata mtandao mpya wa watu. Tumia nafasi hii kuongeza ufanisi wa malengo yako. Vaa mavazi ya rangi angavu kama vile blue au kijani kibichi, zitaendana na hali yako ya kimahusiano na kukupa mtindo wa kipekee. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni tano, mafusho ni sage, manukato ni eucalyptus. Saa nzuri siku hii leo ni saa 9 kamili ya rasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii leo ni nyota ya mapacha, nyota ya mizani na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nyota zako za zinakufanya uwe na nguvu kubwa ya kiroho na kifikra. Huu ni wakati mzuri wa kutafakari na kufanya maamuzi kwa busara. Hisia zako zitakuongoza kufikia malengo yako ya ndani. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku ya kutatua changamoto kwa kutumia ubunifu na utambuzi wa kiroho. Moyo wako utakuongoza kufikiria mbinu mpya za kutatua matatizo kazini. Weka mkazo kwenye kuboresha ufanisi wako kupitia mbinu za kipekee. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hali ya kimahusiano inazidi kuwa imara. Huu ni wakati mzuri wa kuonyesha huruma na upendo kwa watu wa karibu. Jitahidi kuwa wazi na kuelewa hisia za wapenzi wako, kwani hii itaimarisha uhusiano wenu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, leo naweza kuona fursa mpya za kifedha, lakini ni muhimu kutathmini kwa uangalifu kabla ya kuchukua hatua. Fikiria uwekezaji wa muda mrefu na usifanye maamuzi ya haraka. Upande wa kiafya, siku hii ya leo Fikiria kujitolea kwa afya yako ya kiroho na mwili kwa njia ya tafakari au mazoezi ya mwili. Kutulia kiakili na kutumia muda kwa ajili ya kujirekebisha kutaleta manufaa. Utaweza kugundua mambo mapya ya kiroho au kuona fursa za kujifunza. Hii inaweza kuwa siku nzuri ya kushiriki katika mafunzo au shughuli za kiroho zinazokuza akili yako. Vaa mavazi ya rangi ya bluu bahari au kijani kibichi, hii itakusaidia kuleta hali ya utulivu na mtindo wa kiroho. Rangi ya bahati ni bluu bahari. Nambari ya bahati ni saba. Mafusho ni mirhi, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa, nyota ya nge na nyota ya ng'ombe. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumanne tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025.